Weka kachuvi kidogo ukoroge. Usimpe akunywe direct itamchoma. Mpe aidao. Wacha arambe, arambe, arambe mpaka isha. Kisha mchemshie mchemshie tumache kidogo tu kiasi kiasi kama iweka kachuvi kidogo kwa upande. Wacha akunywe teremshe sasa ile.

ili uweze wewe wewe mwenyewe kuwa kwa kwa nyumbani. Mm. Si Si lazima uende kwa daktari my sister. Hizi mm, hizi zote unaona hapa hizi ni dawa. Hata hata hiyo hoho dada yangu na <uko> Na <coughs> na <uko> na <coughs> na <uko> Na <coughs> na dharau hii hii, hii, unapikaka naye si ndio? Ama unataka unatumia every every month, month kuna wakati wakati ya yako inakuja unakuanga na shida. Hapo hujui? <coughs> Sasa aa <hi. coughs>

Tena pia ni mafuta nzuri sana ya ngozi na ya na unakunywa. Ah, si kali ni testless, si kali ni testless. Si Si ni ni hata kidogo. Tunaelewana? So you imagine, say, mostly kwa stomach. Stomach ulcer. Stomach ulcers na kama cancer, colon Kama Mhm. Mhm. Tunaelewana? yani hata ina yani, iko na mambo mengi inasaidia, eh, a lot of things inasaidia. Kitu ya tatu, sasa tuingie ndani ya soko, tukamata nini? Jinja, jinja. Jinja. Jinja, kazi yake haujui nini <gibu>. Wewe kazi yako ni kupika jinja, si ndio? Kitu ya kwanza, jinja ni dawa ya haraji kwa wale wanaamka asubuhi wanaanza kusinisa, ha ha, hata unajikuna macho na mapua. Kitu ya pili, ni dawa ya uchungu. Kitu ya tatu, ni dawa ya meno

Enda wikireti na muna hiyo. Baada ya kuikireti na muna hiyo, hiyo di unastahili sasa kukimbia. Na hautaweza kuitumia ikiwa peke yake, ni kali itakuchoma. Utafanyaje diweze kuitumia? Enda unitafutie saumu na ndimu. What are your teachers? Hao wengine mwana kama wanakuja. Sio hata kama unawafuata. Haya twende. Gari ya hapa. Kitu ya kwanza hii ina usaga damu mia kwa mia. Na ukitaka kujua ina usaga damu mia kwa mia,

Unajua hata heri utoe harufu ya ya nini? Ya kitugu kuliko <laughs> harufu ya jasho. Eh. Mm. Yes. Mm. <laughs> Kitu ya tatu kama uko na gosu <coughs> gaezi na kusumbua, enda uchukue hii. Enda uitoe na usioshe. Juu yake ni kuosha yake. Weka ndani ya mdomo muunya kama sweet. Eh. Meza maji yake. Wakati tozo zako zinakuwaga na uchungu, zinakuwaga zimefua, so zinakuwaga na uzaa na uzana damu hii nada inaedaka inafuruta ina ile uzaa, na tema ama weka kwenye hadikachifu ama kwenye tishu uitazana. Hmm. inatokaga na uzaa, damu, damu, na nazo, nazo tozo zako zinakuwa zinakuaaua. So, saa juu hii nimekwambia, kitu ya kwanza kwanza inasaga mia kwa mia. Kisha inawaga bakteria mia kwa mia. Hii kitu ya tatu, kama uko na presha, damu yako inapada sijuangi, inapadaga ikienda wapi? Eda kamata hii saumu. We unamezaga dawa. Weka mashimo na mda hii. Hata saa hiyo damu yako inapada sijuangi, inapadaga ikienda wapi? Weka mashimo na mda hii ukimeza mate. So kama hiyo pressure yako iko juu, ina control, na kama iko juu, ina control inarudi sawa. Hiyo nyingine utaongeza nini? Angalia, weka namna hiyo hiyo, nitakuonyesha utaenda kuweka nini, ugango iweze kukuta hiyo. Na hii hapa tumeweka vitu ngapi? Vile cactus and onion, cactus na onion. Hapa tumeweka nini? Kale na chinja na saumu, si ndio? Acha tufinye sasa mate

Sugua mgongo, sugua magoti. Kama ni kichwa inakuuma unasugua. Unaelewa na? Kama uko na homa sugua hapa na hapa. Kama ni kifua na unasikia ni kizito sugulia, yeah, hapa. Mm-hmm. Eh, sugua fibe kwa matiti. Na suspect inaweza kuwa kansa ya kelea. Chukua rasta plus funga padile padile nyingine. Kaa naye for that minute 20 minutes. Kama haina uchungu itaanza kuwa na uchungu. Chemusha maji weka ndani ya karai. Toa ile karembeko. Chemusha maji weka ndani ya karai. Tumbukiza kitaba yako pale ndani. Pima joto yako na mkono, kaga kaga matiti yako, kaga kaga matiti yako. After that, a minute, kuna uzai itaanza kutokea pale, usipanguze, shika na kidole, inatokaga kitu yayero kama hii, mfuko mbadiyao naona inashikamana tena, inanyooka inakaa kama kamasi. Ukinusa auwezi ukarudisha kwenye mapua mara ya ngapi? kwa maana inanuka kama kitu ambayo imeoza. Kwa hivyo kama ilikuwa kasa inajitengeneza already, usha yeyu usha yeyusha matiti haita haita haita katwa na ni jinja na saumu sika, ukoroga namna hiyo hiyo. Tumeweka ngapi? ine ine twa da ndani ya soko eda unikamatia hiyo. Hii ni nini? Ni gojeti. Gojeti ni ya kazi gani? Ni kupika kwa ugwa, tunapika si ndiyo? Gojeti ni dawa ya wanaume. Wanaume wa gani? kwanza mwaka mmoja kwa hivyo

Na ujua yangu si fresh na ikuwa fresh itatoa mingi na muda gani? Itatoa, itatoa nyingi. Enda ukamue sasa hiyo juice.